Dunia kuvunjika, inavunjika sana. Dunia kupasuka, imepasuka sana. Dunia kutikisika, imetikisika sana. Dunia inalewalewa kama mlevi, nayo inawayawaya kama machela, na mzigo wa dhambi zake utailemea, nayo itaanguka wala haitainuka tena. Kwa muda mrefu tumehubiriwa na tumesoma Mesikia kuhusu kurudi kwa Bwana Yesu, lakini sasa tunaishi katika kizazi ambacho hakisomi tu unabii bali kinaona ukitimia mbele ya macho yao. Kizazi chetu ndicho kizazi kilicho karibu zaidi na kurudi kwa Kristo kuliko vizazi vyote vilivyotangulia. Na cha kushangaza zaidi, ishara nyingi hazitokei kwa mbali, zinatokea katika miji yetu, kwenye TV zetu, kwenye simu zetu na kwenye maisha yetu ya kila siku. Leo ninataka ni kuonyesha ishara tano tu lakini kila moja ina uzito wa kufanya ujiulize maswali. Je, niko tayari? Usiache somo hili hata sekunde moja maana ishara hizi si za kukutisha tu bali ni za kukuandaa, kukutengeneza na kukurudisha kwa fikra zaidi na kutambua Yesu anarudi kabla ya mlio wa parapanda au aujasikika. Wapo wengi wanaojiuliza hivi, kwa nini haya yanatokea? Lakini mpendo wa mfuatiliaji, ni kuambie tu katika somo hili, ishara hizi ni muhimu sana. Hata hivyo ishara ya mwisho itakushangaza zaidi, na ishara mojawapo leo inatimizwa ukiwa unaisikia usisahau tu kusubscribe chaneli hii ili iendelee kuwa baraka na kuwafikia watu wengi zaidi katika ulimwengu. Yesu alipokuwa na wanafunzi wake, walimuuliza: Bwana, ni lini na ni wakati gani utarudi? Na yesu hakuwambia moja kwa moja ya kwamba yeye atarudi lini, lakini aliwapa ishara na dalili ambazo aliwaambia, mkiziona hizi, tambueni ya kwamba kurudi kwangu ku karibu wezekana. Na mtazamaji unanifuatilia, unajiuliza lakini, ungana na moja kwa moja ili tuweze kusikia. Yesu alisema namba moja, kuongezeka kwa uovu na kupoa kwa upendo kwa watu wengi. Biblia inasema katika Mathayo 24 fungu la kumi na mbili, kwa kuwa uovu utaongezeka upendo wa wengi utapoa. Leo tunaishi wakati ambapo uovu hauna tena hofu. Watu wanafanya dhambi hadharani bila aibu, bila kuogopa Mungu na bila kutubu. Upendo wa watu wengi umepoa, upendo kwa watu kwa Mungu umepungua, na upendo watu kwa watu umeondoka kabisa. Ndoa zinavunjika, vijana hawataki tena kusikia ushauri, familia zinaporomoka. Hii ni ishara ya wazi kuwa dunia inaelekea mwisho. Unapoona giza la kiroho likizidi kuonekana katika macho yetu, na tutazame juu, kwa sababu tumaini letu haliko mahali pengine, lipo katika kurudi kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Leo tunaona mambo mengi sana, upendo, chuki zikimiminwa kwa watu, lakini ni kuambie, Yesu alisema mkiona haya, basi tambueni ya kwamba kurudi kwangu karibu. Ishara namba mbili ni kuongezeka kwa majanga ya dunia. Mathayo ishirini na nne fungu la saba anasema kutakuwa na vita, matetemeko, njaa, tauni. Majanga yanayotokea leo si ya kawaida. Aya ardhi inatetemeka, maradha ma ma madhara mara kwa mara, magonjwa mapya yanazuka bila tiba, chakula kinapungua dunia nzima, mataifa yanainuka dhidi ya mataifa mengine. Kila mahali tunaona machafuko ya vita, tunaona mataifa yakiinuka juu ya mataifa mengine, na ishara hizi zimekuwa zikitimizwa katika macho yetu tunayotazama. Kila tetemeko, kila janga, kila kilio cha mataifa ni sauti ya Mungu ikisema jiandaeni, mwana wa adamu yumlangoni. Rafiki yangu, kila mapinduzi tunayoyaona ya kijeshi, mapinduzi ya kinchi, kila janga, kila jambo lote linalotokea ni sauti ya Mungu inayotuambia inue ni vichwa vyenu, maana ukombozi wenu u karibu. Haya yote siyo ya kutisha kwa lio wa Wakristo, bali ni wito wa Mungu wa kututengeneza na kutusogeza ili tutambue ya kwamba yeye ajaye anakuja na tuishi maisha matakatifu. Leo utengenezwaji wa mabomu ya masafa marefu, atomiki na nyuklia zinaashiria tu ya kwamba zinatimiza unabii wa kurejea. Yeye ajaye anakuja na ni wakati Wakristo wa kusema maranatha, maana yeye ajaye atakawia na yeye ajaye hakika anakuja. Ishara nyingine ambayo Yesu alisema na hii inashangaza zaidi alisema kuongezeka kwa manabii wa uongo na mafundisho ya upotoshaji yatainuka. Mathayo 24:11, anasema Yesu alisema, manabii wengi wa uongo watatokea na kudanganya wengi, yamkini hata walio wateule. Leo hii kila mtu ni nabii, kila mtu ni mtume, na kila mtu ni mwalimu wa Biblia kwenye mitandao, kwenye makanisa, lakini si wote walioitwa na Mungu. Wanafundisha mafundisho ya tamaa, mafundisho ya mali, mafundisho ambayo hayahusiani na toba wala msamaha, na hata hivyo hawakemei dhambi kama Kristo alivyosema. Kanisa linahitaji kuamka, kurudi kwenye ukweli wa neno la Mungu, na kuwa waangalifu ili lisipotoshwe. Kama usingeambiwa ukweli ungeamini uongo, na kama usingejua ukweli ungeamini uongo ndio ukweli. Lakini leo umeambiwa ya kwamba tutawatambua kwa matunda yao na kwa matendo yao tutambua. Sababu hiyo basi, ishara hii ni muhimu sana, kwa sababu Yesu alisema wengine watakuja wakiwa wamevalia ngozi ya kondoo, lakini ndani ni mbwa mwitu wa kali, wakiwa na lengo la kupotosha watu wa Mungu. Kuwa makini sana, rafiki, na ishara hii. Lakini ishara nyingine, upotovu wa maadili na kuinuliwa kwa dhambi kama kitu cha kawaida. Biblia inasema nyakati za mwisho zitakuwa kama siku za Nuhu, watu walikuwa wakila wakinywa, wakioa, wakifanya na kuolewa, wakifanya dhambi bila kujali. Leo dhambi imepewa jina jipya, imeitwa uhuru, haki za binadamu na maisha ya kisasa. Unzinzi hauonewi aibu, ushoga na usagaji vimezidi eh, na vimeruhusiwa. Rushwa inaonekana kuwa ni njia ya kawaida ya maisha. Dunia inajivuna kwa mabaya ambayo Mungu anayachukia. Huu ni wakati wa kanisa kusimama kwenye utakatifu na kusema maranatha, Yesu anakuja. Tutaona leo mambo mengi sana ambayo yanayotokea yakitutangazia ya kwamba ya ya ni hali ya hatari. Dunia itajivuna na kuchukulia kwamba ni haki za binadamu, lakini ikienda kinyume na mpango wa Mungu. Yesu alisema yatatokea, na hivyo leo tumeona yakitokea katika macho yetu. Lakini ishara hii ya mwisho inaweza kukushangaza zaidi, maana imetimia leo kwako. Rafiki yangu, nisikiliza, alisema Mathayo 24:14 anasema na hii habari njema ya ufalme itahubiriwa ulimwenguni kote kuwa ushuhuda kwa mataifa yote ndipo ule mwisho utakapokuja hii ndiyo ishara ambayo e, Yesu alisema mwenyewe leo hii injili inafika kila mahali kupitia televisheni YouTube radio na simu za mkononi na wahubiri ambao Mungu anawainua duniani kote kila somo kama hili tunalofanya, kila video unayoitazama, kila ujumbe unaotumwa ni sehemu ya kutimiza unabii huu. Hata wewe ambaye unasikiliza hapa, unabii huu unatimizwa kwako, maana ni habari njema ya ufalme inayokuja. Bwana Yesu yupo karibu, hatokawia hato sawonye kuo iko mlangoni. Je, uko tayari? Je, moyo wako umejiandaa? Je, maisha yako yanamwangaza Kristo? Hii ni sauti ya Mungu inayozungumza na wewe. Huende kama kuna sehemu fulani hujajiandaa, ninachukua fursa hii kukuambia yeye ajaye anakuja. Matukio na dalili ambazo Yesu alizisema miaka elfu mbili iliyopita kabla ya mambo haya tunayoyaona yakitokea leo hii tumeyaona yakitokea machoni petu. Je, si wakati wetu kuinua vichwa na kusema yeye ajee anakuja? Ninakutia moyo rafiki yangu unanifuatilia katika chaneli hii ya Hope Rise Ministries ya kwamba tunapoyaona mambo kama haya, si wakati wetu kuogofya, si wakati wetu kuogopa kabisa, bali ni wakati wetu kuinua vichwa na kusema yeye ajaye anakuja na anakuja kutuondoa katika dunia hii. Dunia inalewalewa na mzigo wa dhambi yake unailemea sana. Hivi karibuni, yeye ajaye anakuja kutukomboa katika dunia hii. Je, kuna namna hujajiandaa? Unabii huu leo umetimizwa katika masikio yako kwa kusikia habari njema ya ufalme. Ni kutie moyo. Usisahau kusubscribe chaneli hii na kushare, ili watu wengi wabarikiwe.